Kushikilia utafikiri zaela umezimia. Hivi jamani kweli, cholo aje na hela alafu aende akalale kule wani kweli kabisa? wani wache anataka uruzio huko, akienda mchangukie mafubo hivi. umemsahau cholo eh? mwezi wa jana kaja na panga, kashika panga kabisa we haya, hey. Hmm. Kwanza huu sazima tumkumbusha tu eh, anampigia simu chiku swabila ya mbona ajimuzii sasa. chiku ampigia simu namwambia nini ye, mwenyewe kafukuza jitu hmm.

Yaani wewe malaika ambao mtu nae we, wewe. Yes. Eh. Uh ah. -huh. Wewe ushangae. Yaani mtu anataka kurudi kundini lazima wewe muone. Wewe ndio wa kwanza. Sio? Hebu singiaze wewe mwanangu. Ah, naomba mimi nipeleke kwenye kila mwanampoteva anarudi kundini. Eh, hey, hiyo. Ah, weka mguu vizuri. Kana hapo watu wao sio bwana vitendo vingi utakosa continue. Kana kakosea hapo watu wao. Sio? Ilitwa tafashote ni siwa. Action. Yaani, kila mwana mpotevu ana ulikundini wewe ndio kwanza kumuona, hmm. <coughs> mwanao alitoka kwa ajili ya kwenda kuchepuka akafanye uvuni wake, haya malaika.

Siwa action. Asa uwe tukaenda kwa hospitali. Mashavu, usiende yaani ukitoka na ngua mbuni. Umenielewa? Usiende kokote. Nielewa wapi? Subutu atampeleka wewe huyo mdogo wake. Yaani nyinyi mna maneno sana nyinyi. Sio mkoje. Bwana hebu usuzulie yeye bwana. Hebu achana na makaraba waliofunda hapa. Hai, uliochunda wewe. Huyo mwanao sio anasoma hivi. Hai, uliochunda tu tu. Bwana anasoma hivi. Asiye kauli. Anzia kule kuna unatoa kimkoba chako. Siwali. Siwa, ule chunda si nini? Ah, mama nani? Alichunda nani hapo? Si wewe ndo ndo ngedoji yako. Atwende Siwa. Action. Ai, ule chunda wewe hapo. Na wewe mwanangu, ki so si. Soma kiuti siku za sofa huko. Kwa sababu gani unaishi? Nashangaa. Kila siku anasoma, anasoma, anasoma, anasoma. Basi anayesoma ajiliwe. Hey, hey, ajiliwe kwa <laughs> ajili ya graduation. <laughs> Action. Atakupeleka huyo tukae, Mashavu, usiende kokote, eikta miguu yako naka miguu hiyo, umenielewa? Hamna kwenda mdogo wako wewe, ndio umechunda na mwanao unasoma kiutiki

tak nataka kubebe jina anataka kubebe jina ya familia hapa sikuza bali ni kuweka ugeni wa ghafla, bado unataka unipangie namna ya kulishughulikia swala lote? Atuende maliza ni waidi hiyo maliza swala lote nanipangia namna ya kulishughulikia ae, unataka unipangie namna ya kulishughulikia swala lote, sio